Jamani, alikopelekwa Roma, alipopelekwa nani, polepole, ilo jumba ni sehemu alikopelekwa Roma Catholic. Yo, baadhi ya watu wamekuwa wakiuliza bwana, eh, polepole baada ya kutekwa amepelekwa wapi ama yupo wapi? Mbona eh, siku hizi hatumwoni tena, ama ametekwa akapelekwa sehemu gani, wapi? Eh, kuna baadhi ya video zinasambaa kwa, zinazosema kwamba <coughs> polepole amepelekwa kule ambako msanii Roma aliweza kupelekwa, inasemekana ni upande wa Kigamboni, lakini haijulikani ni Kigamboni sehemu gani. E, bwana, taarifa hizi sijui kama ni za ukweli ama ni watu tu wanaweka porojo. Mtazamaji, e, huyu polepole takuwa amepelekwa sehemu gani na atakuwa anafanyiwa nini ama ni adhabu gani atakuwa anapewa? Sababu e, inasemekana ukitoka kule bwana atakuwa kusema kile kitu ulichokuwa nafanyiwa huwezi kusema sababu, hata Roma mwenyewe alipotekwa, uh, kuulizwa alifanyiwa nini, basi hajawahi sema mpaka leo. Sasa hapate kuzitazama video hizi ili uendelee kujua ukweli kamili. Jamani, alikopelekwa Roma, alipopelekwa nani polepole, hilo jumba ni sema alikopelekwa Roma katoliki, aliko Roma, Roma kipindi alipotekwa kapelekwa, alipelekwa Kigamboni, ndiko aliko pole pole, ndiko aliko polepole pole, mpaka sasa hivi mafere anahusika asilimia mia mbili mafere umtoe polepole tafadhali umtoe polepole pole. mafere anahusika muriro anahusika wote hawa anahusika ni jembe moja nitawapostia video, nitawapostia video nasema tena naombeni video izi video zangu mzisambaze mtandaoni mafere haraka sana mrudishe polepole pamoja na wewe pale pale, afu mkutano ule ndo mkuu alafu unaelekeza tuteremke chini, wakati convention inataka mchakato utoke bottom up, unakamilika pale juu. Sio up bottom, bottom up. Hiyo sio kanuni ya CCM, kwa mkutano mkuu ulijibebesha jukumu ambalo si lake, si lake, si kabisa. Yani mkutano mkuu elekeze, shukeni chini, mkachukue fomu Jazeni fomu mkaja, afu tena mrudi hapa juu sasa. Simsha yakologa mambo hapo eh, hukumu ilipatikana kinyume cha sheria au kwa udanganyifu au kwa ushahidi wa uongo. Sasa hapa kwenye ushahidi wa uongo ndio pale anazungumza mzee Kikwete, anasema, lakini nyie mnampenda mama Samia. Ah, my friend and my leader, that is a relative statement. Hiyo ni lugha ni lugha ni lugha relative ninyi mnampenda mama Samia. Mimi tulifanya mwezi wa tano si wa sita, nyinyi mnaweza kufanya Januari ha! ai baba no that is wrong. ko Hapa nimekueleza ndugu Msando kwamba kanuni ya 66 ya kanuni za mahakama ya rufaa ya Tanzania zinaeleza hata katika ngazi ya mahakama ya rufaa bado sio kigingi cha mwisho Mahakama ikipitia ikagundua kuna ushahidi fundamento, tunabinua meza ile tena, wale wale majaji wanaletwa pap, wanapitia na meza ikapinduka na haki ya mtu ikapatikana. Baada ya kusema haya, niliona ndugu msando amepost pale. Unajua sisi tuna, maha, tuna mahakama ya umma. Kile alicho post, nikaona mtu mmoja ananiambia bwana ameziba, ameziba komenti nami, kwa sababu alinitagu pale nilitaka na mimi niende nika nikamtag pale kumweleza, nitakujibu pia na kutoa elimu hiyo kwa umma. Kufika pale na kuta milango ya kutoa maoni imefungwa. Sasa kama wewe umeeleza jambo la maana eh, kwa nini ufunge tena makomenti eh, ili wananchi wasitiririke kutoa maoni yao ya moyoni. Kwa maana hiyo, baada ya kusema hayo, ndugu zangu, ni mimi niwaambie kitu kimoja kwamba baada ya kuwa viongozi wangu wameshupaza shingo, wataenda kukorogana huko mbele ya safari kisiasa tu, na mtakuja kuthibitisha hili jambo, kwa sababu mhuni ni mhuni tu, muhuni ni mhuni, muhuni eh, muhuni habadiliki eh, na, na msingi wa kundi mtandao ambao ndio limeteka sasa hivi na linaendesha kila kitu eh, msingi wao ni hada eh, eh, msingi wake ni ulaghai eh, msingi wake ni dhulma dhuluma eh, msingi wake ni ubinafsi wa hali ya juu, na unaolazimisha kwamba wao wapate kwa kwa hasara yetu. Kwa hiyo kama kuna mtu anaipenda anakipenda chama cha mapinduzi kwa kweli, anatakiwa aseme kundi la mtandao halina nafasi kwenye chama cha mapinduzi. Ehe, lakini sasa nimalizie kwa kusema, mtu mmoja akaniuliza sasa, hatua gani naofuata? Bwana Welusi, ntakwamba kitu cha ukweli huu uchaguzi ulivyo, unakuwa uchaguzi mmoja, unapoteza sifa zote, unapoteza hamasa yote. Umenielewa? Kwa sababu pale hata kutokwa hakuna. Haa, wote kitu kimoja, nimewambia chauma kazi maalum, ACT kazi maalum. Sasa kuna uchaguzi hapo Ko pale, nafikiri kitakachofanyika kwa kweli, itakuwa kitu kilifanyika kwa bara la Afrika mwaka 1884 na mwaka 1885 na baadaye mwaka 1890. Kama unajua historia utanielewa. Yaani, kwenye uchaguzi huu na kwa vyama hivi vitatu au na vile vitakavyoongezeka, kazi itakayofanyika itakuwa ile ilifanyika katika kat, eh, kule Berlin mwaka mya, mwaka 1884 na mwaka 1 mia nane ehe, mia nane themanini na tano na baadaye tukamalizia kule Heligoland, mwaka elfu moja mia nane na tisini. Ndiyo kitakachofanyika, ndiyo itakuwa hatma ya ya vyama hivi vitatu, lakini sio kwamba watakuwa wanashindanisha hoja, wanashindanisha hoja, wanagonganisha mawazo hapana. Lakini kibaya inaleta taswira mbaya sana kwa mama Samia, kwamba anakwenda kugombea na mpinzani wake mkuu yuko gerezani, eh, unajua ndo duniani tunazungumza. Shukuru Mungu, nimezurula dunia nzima mimi, si amna mahali sijaenda eti. Hata utumishi wa nje unakuja kunikuta mimi, nimesha zunguka dunia yote mpaka Greenland kule juu ambako kuna barafu tupo, nimekaa pale miezi sita napiga kazi. Umenielewa? Ehe. Kwa hiyo nimemaliza, kimsingi nimemaliza. Lakini huko kote tunazungumza eh, serikali zinafanyaga udhalimu pale ambapo mnataka mwende kwenye uchaguzi, afu wapinzani wenu e, mnawatia loki. Wacha waende, na hapa nitamaliza kwa mfano mdogo, ya kwamba hata mwaka 2020 kampeni zimepigwa, unasema eh, bana Igoma like, linaenda linaenda Igoma linaenda linaenda linaenda Igoma linaenda lina hawanapiga nondo hawanapiga nondo hawanapiga spana hawanapiga nondo kwa mtindo huo, lakini unakwenda mtu yuko gerezani bila kumtaja jina. Uh, how does that make you sleep at night? Eh, hii inakupatiaje usingizi usiku? Kwa hiyo mimi bwana nimejipatia kazi hii nitaendelea kufafanua. Hivi karibuni nitaanza kuonyesha kwa sababu hata hata tu, hata tukikosoa kwa sababu kwanza ninawaambieni mimi sitaondoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Mimi hapa nitakuwepo humu humu Chama cha Mapinduzi na nitaeleza namna gani uongozi huu unaogombea saizi. Hauna dhamira njema ya kuleta maendeleo kwa watu na dhamira njema, naanza asubuhi kwenye kufuata wa utaratibu, katiba, kanuni. Kwa mtindo huu ko, msikasirike, nitaendelea na wale ambao mnaendelea kusisitiza atafutwe, apatikane, atafutwe, apatikane, anyamazishwe, atafutwe, apatikane, anyamazishwe, atafutwe, apatikane, anyamazishwe. Na wakumbusha tena, haki hii muhimu ya kusema ni ya kuzaliwa haigawiki, ni yangu mwenyewe. Baada ya kusema hayo, leo nimewaeleza nini kilitokea leo na bahati mbaya tulikuwa nayo mbele. E, mimi nina imani kubwa e, kwamba hata Mungu wa mbinguni anafuatilia mambo haya. Mimi nitaita dhulma e, hata Mungu anafuatilia dhulma hii E, inayovunja kila aina ya desturi, utamaduni na viongozi wamekaa kimya. Ehe, ndio, is unfortunate and totally uncalled for. Yani, si kitu tungekitarajia kwenye nchi inayoheshimu demokrasi kama nchi yetu ya Tanzania. Kwa wale watu wote ambao wanachukizwa na mambo haya, kauli yetu ni moja, kataa wahuni kataa wahuni. Lakini sasa unasema okay tuchukulia mfano mimi ningesema leo sasa. Unajua Tanzania nimechelewa kusema ile kauli ambayo nilisema mwaka 2015 kwamba CCM ikichukua watu wabaya nitasema isichaguliwe. Sasa hivi unasemaje tena isichaguliwe wapo ACT? Eh Chauma, eh hey, hey, hey, hey. Chawuma, hey, hey, hey, hey. Mtanziko wa kidemokrasia tumepatia. Lakini mtu mbaya anajua, "Eh, hey, tumepiga bao." No, mmetufedheesha kama taifa. Lakini ndugu zangu wengine wa Tanzania, wenye dhamira njema, msivunjike moyo wala msirudi nyuma. Hii ni dalili ya ushindi, dalili ya ushindi. Na kama wanavyosema wa Cuba, hasta la Victoria siempre. Nawashukuru sana. Mungu, ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.